Kabla ya tuanze kuomba watu wa Mungu, tungesoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Marko 1 mstari wa 35. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Katika Biblia tumeona hata Mungu aliona umuhimu wa kukaa peke yake asubuhi na kuomba. Hivyo tunakumbushwa ni vizuri kuamka asubuhi na kuanza kutafuta sura ya Mungu kwa kuomba. Tuombe. Ee Baba wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, muumba wa mbingu na nchi, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, leo hii nasimama mbele zako nikinyenyekea na moyo wa shukurani, ninakushukuru kwa zawadi ya uhai, kwa kuniangazia tena kwa nuru ya siku mpya. Najua kuwa sio kwa nguvu zangu nimeamka salama, bali ni kwa rehema zako zisizoisha, na kututuza kwa wema wako, na kwa kunifunika usiku mzima na kuniwezesha kuona mwanga. Asante kwa familia yangu, kwa afya, kwa chakula kwa mavazi na kwa kila baraka ulioweka mbele yangu. Wewe ni mwaminifu hata ninapokuwa si mwaminifu. Bwana Yesu, naomba uniongoze leo hii, nijalie moyo wa upole, hekima ya kuchagua yaliyo mema na neema ya kushinda majaribu. Nifundishe kusema neno sahihi kwa wakati sahihi, nijalie kuwa mwanga mahali popote nitakapopita, katika kazi, nyumbani, barabarani na katika mawasiliano yangu na watu wengine. Ee Roho Mtakatifu, na kukaribisha katika usiku yangu, niongoze katika kila maamuzi nitakayoyafanya. Nifundishe kuishi kwa utakatifu na kwa upendo. Niweke mbali na hasira zisizo na maana, chuki, wivu na kila aina ya tamaa mbaya, bali unijaze na matunda ya Roho Mtakatifu: upendo, furaha, amani, uaminifu, upole na kiasi. Nakabidhi familia yangu kwako, wabariki wazazi wangu, watoto, ndugu, marafiki na majirani. Kama kuna mgonjwa, mpe uponyaji. Kama kuna lekata tamaa, mpe matumaini. Kama kuna mwenye huzuni, mpe furaha. Mwisho na kushukuru kwa kusikia maombi yangu. Najua kuwa haujachelewa na kwamba unafanya kazi hata nisipoyaona matokeo mara moja. Na kuamini na kutegemea na najua kuwa siku yangu iko mikononi mwako. Naomba haya kwa imani na natumaini, katika jina kuu ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wangu, amina.